Kufuatia maandamano yaliyotokea siku za hivi karibuni, na mfanyabiashara maarufu nchini Tanzania kupitia katika mitandao ya kijamii, ambaye pia amekuwa akijihusisha na masuala kadhaa ya kuuza baadhi ya biashara zake mitandaoni, alikamatwa juma moja lililopita, ambapo sasa anatuhumiwa kwa uhaini. Mfanyabiashara huyo anayejulikana kwa jina la Nifa amefikishwa katika mahakama ya kimkazi Kisutu hii leo kusomewa mashtaka yanayomkabili yeye pamoja na wenzake ishirini na moja huku kesi ya uhaini ikisoma mbele yake pamoja na wenzake ishirini na moja Wakati kesi hiyo ilipounguluma hii leo katika mahakama ya kimkazi Kisutu, wakili wa mfanyabiashara Nifa Jovini Mwilikwija maarufu kama Nifa, ambaye ni Peter Kibatala, ameiomba mahakama hiyo ya kimkazi Kisutu hii leo iweze kutoa amri kwa magereza juu ya washtakiwa wanaowashikilia waweze kupatiwa matibabu akiwemo Nifa ambaye alifanyiwa vitendo vya ukatili kwa kupigwa na maafisa kadhaa wa polisi ambao walilazimisha saini maelezo yanayosemekana kuwa ni yaonywa. Hata hivyo, kwa mjibu wa taarifa na kila alichokizungumza wakili Peter Kibatala, wakili maarufu kutoka nchini Tanzania, alieleza na kuiomba mahakama ifute kesi ya uhaini inayomkabili Niffer pamoja na wenzake 21 ambao wanashikiliwa na, na jeshi la polisi nchini Tanzania kutokana baadhi ya ka kasoro kati ya hati ya mashtaka ikiwemo kutotajwa wasifu ikiwemo umri wa baadhi ya washtakiwa katika kesi hiyo. Kibatala pia alisema hati ya mashtaka haikutaja ni mali za serikali gani ambazo zimeharibiwa na watuhumiwa hao. Baada ya kueleza hayo, hakimu Liamuya alitupilia mbali maombi hayo, huku akikubali ombi moja tu la washtakiwa kuweza kupatiwa matibabu. Katika hatua nyingine, katika shtaka la kwanza linawakabili watumiwa wote ishirini na mbili akiwemo Niffer ambapo wanadai kati Oktoba moja 29 mbali mbali ya Oktoba 1 hadi 29 2025 katika maeneo mbalimbali ndani ya wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam walipanga njama ya kutenda kosa la uhaini. Kosa la pili linawakabili watumiwa 21 isipokuwa Niffer ambapo wakidai kuanzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa lengo la kutishia mamlaka na wakatekeleza nia hiyo kwa kusababisha uharibifu wa mali za serikali. Kosa la tatu ni uhaini ambalo linamkabili nifa ni peke yake, akidaiwa katika tarehe tofauti kati ya agasti moja hadi Oktoba 24, mwaka 2025, maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam, akiwa chini ya uti wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alianzisha nia ya kuvuruga ama kuzuia uchaguzi mkuu wa Oktoba 25.